Kwa tamasha hili la Vaibika ikiwa ni mara yake ya kwanza kufanyika hapa mkoani kwetu Katavi, wilaya ya Mpanda na wilaya zingine zote Kilolo, lakini ikiwa ni mara ya kwanza kufanyika Tanzania nzima, jambo pekee naweza kuanza nalo kwa vijana ni kwamba usiogope jambo lolote, utakutana na changamoto lakini kila changamoto utakayokutana nayo tumia changamoto hiyo kupanda kwenda sehemu nyingine. Kila changamoto inayokuja kwako ni fursa. Angalia changamoto ambazo zipo katika eneo linalokuzunguka. Wazo la Vaibika ni jukwaa ambalo linalenga kuwakusanyisha vijana, lakini na makundi mengine yote wakiwemo wanawake, wanaume, wazee na watu wengine wote ambao watakutana kwa pamoja na lengo lake likiwa ni kukutana kwa ajili ya kuburudika, lakini hawaishii kuburudika, wanapata na jumbe mbalimbali. Leo hii tamasha la Vaibika limeleta ujumbe wa kwamba tutunze amani yetu ya nchi ya Tanzania, lakini ili mambo yote yafanyike, ni lazima uwe na afya bora. Zingatia afya yako, wekea mkazo na umakini. Ukimwi upo na unaua vijana. Na wenzangu wengine wote ambao huenda umepimwa ukagundulika una maambukizi, basi hakikisha unakunywa dawa kwa usahihi kuonekana una maambukizi sio mwisho wa maisha yako, lakini nitoe wito kwa ninyi nyote mjitokeze, hasa vijana, kujishughulisha na shughuli mbalimbali ambazo zipo katika mazingira yanayotuzunguka. Katika mazingira mazingira yetu kuna fursa mbalimbali ambazo zinapatikana, tutumie fursa hizo kuhakikisha ya kwamba tunajiinua kipato na tunainua mkoa wetu katika masuala ya uchumi. Serikali kwa sasa ina mikakati mbalimbali mbali ya kuwawezesha vijana ili waweze kila kijana awe na shughuli ya kufanya. Kitu cha kwanza, kijana lazima uwe na kazi maalumu ambayo inakutambulisha wewe. Ukishakuwa na kazi maalumu unaweza ukapata fursa mbalimbali. Fursa ambazo tunazitoa kwa sasa ofisi ya maendeleo ya jamii kwa kijana yoyote ambaye anajishughulisha, kwa kijana yeyote ambaye anajishughulisha kuna fursa za uwezeshwaji uweze, tunatoa mikopo. Hiyo mikopo ipo ya namna tofauti tofauti. Kuna mikopo ya, ya, ya, ya kwanza ambayo inatolewa katika idara ya maendeleo ya jamii au ofisi ya mkurugenzi, ni ile mikopo ya asilimia kumi ambayo inatokana na mapato yetu ambayo kila siku tunalipia katika tozo mbalimbali unalipa. Kuna wengine wanafanya kazi masokoni kuna wengine ni wakulima, kuna wengine wana, wana, wana, wana, wana, wana, wanafanya biashara mbalimbali. Kila kila biashara ina tozo yake, basi ofisi ya mkurugenzi huwaga inakusanya zile tozo. Ikifika mwisho wa mwezi kila kila, kila makusanyo yote inatengwa asilimia kumi. Ile asilimia kumi inaenda kwa vijana, kina mama na walemavu.